Iran imefyatua makombora dhidi ya Israel mapema Jumapili, Juni 22, saa chache baada ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kutangaza kuwa vikosi vya Marekani vimepiga vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran. Milipuko mikubwa ilisikika katika anga ya miji ya Tel Aviv na Haifa, huku makombora yakirushwa kuelekea maeneo ya kaskazini na katikati mwa Israel. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti uharibifu mkubwa katika baadhi ya maeneo, ikiwemo Ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israel. Mashambulizi haya mapya yamefuatia siku kadhaa za mvutano na yanaashiria ongezeko kubwa la mzozo wa kijeshi kati ya pande mbili hasimu. Tangu tarehe 13 Juni ambapo Israel ilianzisha mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi na nyuklia ya Iran mjini Tehran, pande hizo zimekuwa zikibadilishana mashambulizi ya angani. Rais Trump akitangaza mashambulizi ya Marekani siku ya Jumamosi, alisema kuwa shambulio hilo limefanikiwa kwa kiwango kikubwa na kudai kuwa mpango wa nyuklia wa Tehran umeangamizwa. Hata hivyo, Marekani imesisitiza kupitia njia za kidiplomasia kuwa haina nia ya kubadilisha utawala wa Iran na kwamba mashambulizi hayo ndiyo ya mwisho yaliyopangwa. Uamuzi wa Marekani kujiunga moja kwa moja na operesheni ya kijeshi ya Israel unafungua ukurasa mpya wa hatari na kutishia ustawi wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hali inaweza kuendelea kuwa mbaya na kupitiliza kiuchumi na hata kijeshi kwa nchi jirani. Kwa sasa dunia inatazama kwa wasiwasi, huku mataifa mbalimbali yakitoa wito wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia na kudhibiti mzozo huu kabla haujageuka kuwa vita vikuu vya